Uh, tutazidi kuongea hata kama huenda tutaonekana uenda wazimu wakati mwingine, lakini upo wakati mwanadamu atatambua kwamba kuna maongezi mengine yalikuwa kusaidia. Yesu akaongea na wanafunzi na wale mafarisayo katika kitabu cha Mathayo kumi na tisa Kwanzia nane waamuna swala la talaka, anawambia kwa, haikuwa hivyo kwanzia mwanza, nikwasai ni migumu, mioyo migumu ndio ilifanya Musa akaruhusu mambo ya talaka. Tisa anasema talaka siyo halali, isipokuwa kwa ushirati. anaongezea Amuoaye mwanamke ambaye ametalakiwa anafanya uzinzi, aolekae kwa mwanaume ambaye ametaliki anafanya uzinzi. Sasa watu wengi wanakimbilia pale ya kwamba isipokuwa kwa usherati. Sasa wanasema kwamba ni halali talaka kama utampata mwenzako amefanya usherati. Lakini swali ni moja, leo wewe umemtaliki mwenzako kwa sababu ya usharati. Swali ambalo alikuwa anauza ni moja, wewe mwenyewe uko safi? Are you clean? Because when you rush to make a judgment against the other fella, kwa sababu yeye amefanya usharati, wewe nawe are you free or it's because wewe hauonekani? Watu wengi wanahukumu kwa sababu makosa yao hayaonekani na ukipata mwanaume siku zote ambaye au mwanamke ambaye siku zote eh, katika swala la kulaumiana katika mambo ya ndoa, kusalitiana, pengine mwenzake ametoka nje ya ndoa na akawa wambio sana kwenda kum, kuandika talaka, ujue na yeye pia ni suspect. Sasa Yesu alijibu ile swali kwanza, aliwaambia kwamba haikuwa hivyo Kwanzia mwanzo mambo talaka haikuwa hivyo, vile Mungu alipanga kwanzia mwanzo haikuwa hivyo, lakini akasema isipokuwa kwa usherati, mwanadamu hapaswi talaka paswi. Na akasema anayemuolekea aliyetalekiwa anafanya uzinzi. Sasa Petro, Yesu anaongea kupitia Petro, ukisoma Korintho ya kwanza saba kwanzia kumi anasema wazi sana ya kwa kwamba hii ni amri ya Mungu. Wakorintho kwanza saba kumi kumi na moja talaka haipaswi ila ikifanyika, ukae vivyo hivyo kumi na moja Ni amri ya Mungu hii, amri ya Mungu hii, ukae vivyo hivyo kama unataka mwanao mwanamke urudie yule ambaye mliachana na yeye. Wakorintho ya kwanza saba kumi na moja Sasa yani tumeingia katika kizazi kibovu ambacho hakitaki kusikia anachosema Mungu. Kuna imani imejitokeza ambayo inasema ya kwamba yani chochote Mungu anasema ambacho ni amri ya Mungu, any instruction, maelekezo ya Mungu, Mungu haipaswi kufuatwa. Juda anasema kwamba waliandikiwa hukumu. Juda anasema kwamba waliandikiwa hukumu, lakini walijiingiza kisirisiri miongoni mwetu. Sasa hawataki lolote ambalo ni maelekezo ya Mungu. Sasa kanisani kumekuwa mahali pa kutengeneza harusi za wazinzi na washerati. Huyu alikuwa amoleka na yule mwingine, mambo ilikuwa gumu, akaachana. Kwa hivyo sasa mungu Mungu wanabandikia mungu Mungu amtengeneza mwingine. Mungu hatengenezangi ndoa zaidi ya moja, isipokuwa kama mke wako atakufa, mume wako atakufa ama ule wakati wa kuoana, ule wakati mmeoana, kama hamjamwamini Mungu, hamkuwa mmeokoka, na baada ya kuamini kuoana kwa, mmekaa katika ile ndoa, ikafika mmoja wenyu akaokoka, na yule mwingine akakataa kuokoka, na kwa kukataa kuokoka akaondoka kwenye ile ndoa. Hapo ndiyo imeruhusiwa kwamba mtu huyu ambaye alisalia bado, kama ameokoka, hata kuwa na lawama yoyote hata kuwa na majukumu juu ya. So, wakati yule mwingine akiondoka mwenyewe asiye aliyekosa kuamini akijiondoa, sio wewe mfukuze. Nimeona hata makanisa na halalisha kwamba kuna makanisa sio mengi, lakini kuna haya ambayo nimeshaona mimi practically ya kwamba wakati umeingia pale umeokoka na pengine yule mchumba wako ambaye ni wa ndoa haja ok haja okoka. Unaambua kwamba achana na huyo, njoo tukupatie binti aliyeokoka mtengeneze ndoa. Wachana yule mtu ambaye ni kafiri ambaye hajaokoka yani. Haya ni mafundisho ya kiajabu ajabu. Andiko limesema ya kwamba ka endapo yule ambaye ulikuwa naye kama mume atakuwa amekataa kuokoka na yeye akajiondoa hapo, you have no obligation. Hebu turudi nyuma kidogo, nilikuwa nasungumzia sala Betty Bayo, vitu ambavyo watu wanaogopa kuongea nitavilipua hapa hapa. Kwanza tuangalie ile matanga. Huyu mwanamke anazikwa na wanaume wawili. Jambo la kwanza, anazikwa peupe kama mke wa wanaume wawili. Betty Bayo namwongelea. Hii ni mambo ambayo ni ya kiajabu, this abomination. Wanaume pal anapishana kwenye viti amekaa na jambo. Napaswa kujua ya kwamba wakati mtu yuko kwenye ndoa yake alafu alikuwa ameokoka akaolea kama ameokoka na akajiondoa, akatafuta mchumba mwingine wa ndoa, haijalishi shida ilikuwa wapi, maisha yao huwa ni mafupi sana, huwa ni mafupi sana. Chunguza vizuri, chunguza kwanza upande wa wanawake, chunguza vizuri sana, chunguza vizuri sana Wachana na wahaini ambao walikuwa naishi maisha kama yale, kuna naongelea mtu ambaye alikuwa ameokoka, alikuwa anamjua Mungu, na ndio sababu mtu ambaye ameokoka anapaswa kujiangalia sana, kwa sababu imefika mahali ambapo tunahalalisha uzinzi makanisani. Kwa sababu gani? Ndugu huyu alikuwa ameoa, unajua amekuwa na changamoto kidogo, sasa unajua, ile unajua, haijakuwa sawa. Huu ni uzinzi kwa maneno ya Yesu, huyu anayeoa na alikuwa ameoa wanafanya uzinzi. Yaani hapa duniani unaonekana umeoa, kumbe mbinguni imeandikwa ni uzinzi. Yesu amesema Mathayo kumi na tisa tisa ya kwamba anayeolekea yule ambaye alikuwa ameoa akapata talaka wanafanya uzinzi. Sasa, makanisani wa chungaji, na inakuwaje wachungaji uchukue mtu ambaye alikuwa na mke ameachana umshikishe ndoa nyingine? Yani, tumefika kizazi ambacho ni cha ajabu ajabu. Tuseme kama ni matahira hivi tumefika kiwango kama hicho. Na ukijaribu kuongea vitu kama hivi unaonekana ni mpumbavu sana. Nasema tu Mungu anaweza, Mungu anasaidia na watu wanakufa. Shetani anafinya tu watu akitoa, anafinya akiondoa, anafinya akiondoa moja moja anafinya akiondoa. Mafundisho ya Mungu, Mungu ameweka kando. Uzinzi utawale. Sasa, huyu dada unajua alikuwa na ndoa kwa sababu ana kipaji fulani cha uimbaji. Rais sana kupata, kwa sababu ana jina, ana pesa fulani, ana njia ya mkato ya pesa ya kupata pesa. Sasa kutapatikana mbio mbio, hata mchungaji pia naye atahalalisha. Huyu dada alikuwa ameoleka, shetani akavuruga ndoa yake, kwa hivyo amepata mume mwingine, Mungu amemfungulia. Mungu hajafungua, huu ni shetani, anataka kuangamiza maisha huyu dada. Tunasahalalisha uzinzi. Alikuwa ameoleka, amachana na ndoa yake, amekuja kwa mwanaume mwingine. Utapata huyu mwanaume pia naye alikuwa na ndoa yake. Umeshikanisha wazinzi wangapi? Wazinzi wawili wanataka ntana na kukuja kuba pale, wazinzi wawili, uzinzi madhabahuni, makanisani. Ah, huyu mchungaji alikuwa na mke, lakini yule mke shetani alikuwa anamtumia sana, kwa hivyo akawa ni adui wa huduma yake. Kwa hivyo sasa, wameachana mchungaji wetu, Mungu amefanya njia ya ndoa nyingine. Uongo mtupu, shetani ameharibu na anataka kumwangamiza huko. Uzinzi sasa, wale ni wazinzi wawili, wamepatana waishi pamoja, wazinzi. Na hili ndio jambo ambalo linafanyika na pesa ndio kesi kama za kina Betty Bayo zikitokea kwenye mitandao hapa. Tukiangalia, unaweza kusema unajua alikuwa anamtesa sana wakati. Swali ni moja, wakati huyo alikuwa anaoleka akiolekea Kanyare alikuwa ameokoka hakuangalia. Na niseme hivi, wakati mtu ameokoka na atoke kufanya maamuzi, Mungu huanga anatarajia ufanye maamuzi kulingana na mizani ya neno lake. Umemjua Mungu vipi? It has to determine how you make a decision. So when you make the wrong decision, ukifanya maamuzi mabaya, basi Mungu ana umefanya maamuzi mabaya. Do you realize kwamba uliacha Mungu nyuma? Sasa watu wengi baada ya kufanya maamuzi mabaya akifika pale kwenye amekwama, anaanza kumlaumu Mungu tayari. They blame God. Mungu unajua, ulipatia ulipati ndoa sasa haifanyi kazi. Wewe ulifanya maamuzi, tamaa zako. Ulikuwa ambaye mnaweza anza pamoja, tafuta kijana kama yeye, ambaye hata kama inaonekana na kitu, mjenge maisha pamoja, familia pamoja, ndoa pamoja. Hapana red, tafuta mchungaji. Hujui huyu mtu ametoka wapi. Na wengi, mtu mmoja ashesema kitu ya kwamba wakati bindi ameokoka, ndoa huanga ni mtego wa kuangusha yeye, na kweli wengi anaanguka, huanga ni mtego kwa sababu ataletewa mitego mwanamume ambaye ataonekana kwamba anatakidi mahitaji yake, lakini mwishowe ni katika shimo, na ndio inafanyika sasa. Sasa dada yetu hapa tuna tunasema, eh hey, rest in peace, you are resting someone in peace, ambaye anazikwa kama mke waume wawili. Biblia gani hiyo? Aliokoka kaulia, kama ameokoka, ameacha hey, na mume wake wa ndoa. Maandiki imesema kama utaachana na yeye, kaa vivyo hivyo, na kama unataka mume rudi kwa, kwa yule ambayo uliolekea hasa. Wakati umevunja ile ya kwanza umetoka ya pili, hii ufai kuvunja. Kaa hivo hivo. Mungu anakubali single mothers as long as you can keep yourself. Na kama utataka huo mwili wako ufanyiwe kazi, rudi kwa yule mume wako, rudi huko, kwa sababu huyo ndiye mume wako uliamua kuoleka. Huyo ndiye, hakuna kubadilisha, hakuna kuambua kwa kwamba kwa kuna alternative hakuna. Hii ni mawazo yako ya kibinadamu. Hakuna kubadilishiwa, hakuna kusema Mungu sikanafikiria vizuri. Sasa ndio unataka kufikiria vizuri. Hapo hapo ndio utakao umwite Mungu, umwite Mungu, hapo ndio atakusikia. Wakati umefanya maamuzi kama una Mungu na maamuzi yako yakakuweka mahali pabaya, sasa ndio Mungu aingilie kati. Lazima kwanza ujue makosa yako na umwite Mungu pale, umwambia kuokoe, na Mungu hata kuokoa akuja rivas akuambia kwamba hapana, ile ndoa haikuwa yako, sasa na kutafutia nyingine. Hakuna ndoa mbili kwa Mungu. Biblia imeshaweka wazi, maandiko yamesema aliyeoleka, aliyeokoka na akaoleka ama akaoa, akitoka kwenye ile ndoa aoleke kwingine, anafanya uzinzi. Mathayo kumi na tisa, uzinzi. Sasa wewe ni mzinzi, mzee wa kanisa, wewe ni mzinzi, mchungaji, ulivunja ndoa yako ya kwanza na ya pili, wewe ni mzinzi, maandiko imesema wa eh, ah, ah, mambo. Mapasta hawatai kusema akamsumbua akatafuta mwingine. Wewe pale mbinguni umeandikiwa uzinzi. Yesu amesema atakae taliki mke wake mume wake na aolekee mwingine ama mwingine wanafanya uzinzi. Kwa hivyo kuna mabishop wa uzinzi wako pale makanisani, ubiri wa uzinzi. Mzinzi wa kwanza ni wewe uliacha bibi yako ukaoa bibi mwingine. Wewe ni mzinzi. Nimeona hili swala hata watu wakubwa wakiongelea. Nimeona mwingine huko West Africa, Duncan Williams, anasema I was a boy, marriage is for men. Ulioa kama umeokoka, ndio ulikuwa unafahamu mambo ya Mungu, ndio ukaoa, ndio ukafika mahali? Are you a boy? So, when did you know you are a boy and not a man? So wewe ni mzinzi. So when you talk about wazinzi, bingunu maandikiwa record, wewe ni mzinzi. Sinach sinach anasema, kwamba anasema ati njia moja kuomba is walking out of the theban marriages. Swali ni moja, uliingiaje huko? Kama ulikuwa mtu wa Mungu, uliingiaje huko Tunaongozwa na tamaa za mwili kutafuta vitu ambavyo vinakuja kutudunga baadaye mikuki, tukienda kuumia tunaingiza Mungu hapo, namlaumu Mungu. Ah, Mungu nalikuita, hukusikia. Ulipoingia pale, uliingiaje? Ulitumia mlango gani? Vigezo gani vilikuongoza ndio ukafikia pale? Hadi maswali ambayo unapaswa kuulizwa, sio kulaumu Mungu ambaye hukuwa naye wakati ulikuwa unafanya maamuzi. Mungu anakuangalia tu anakuangalia tu, tamaa zilikuongoza. Ah, niliona ndoto nikaona, ndio dada maana fanya nielekee huo ndio ndugu. Haya, kumaharibika nini? Ndio ukaanza kuona ni mbaya tena, kumaharibika nini? Kama alikuwa ni mzuri, pigana na shetani aondoke, omba. hmm? James anasema James chapter 1 na dania hmm?

verse 13. Let no one say when he's tempted I'm tempted of God. for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. 14. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desires has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's fully grown, brings forth death. So tamaa zetu zinatuingiza katika vitu ambazo tunakuja kujilaumu baadaye, we regret out of the actions, kwa sababu tamaa zetu zimetuongoza hasa. Umefika pale, sikujua, hukujua ule, Mungu alikushirikisha Mungu, ulimuuliza Mungu? Sasa mambo ambayo inafanyika katika kasa la sasa ni mambo ya ajabu sana ya kusajabisha. Kama ukisoma Bibilia vizuri, you can sit down and then begin to just cry over this generation. Unaanza kulia machozi, si kwa sababu yeye ni mzuri lakini kwa sababu we are walking away from what God wants us to do, so the scenario that we have here, the issue of Betty Bayo and Kanyari and Tasha, it is nonsense. Ni ukumpavu mkubwa, uhaini mkubwa. Mke wa mtu na watoto, aliondoka akaolekea mwingine. Biblia inasema kwamba huyu tayari ni mzinzi. Ndio sababu anazikwa kama mke waume wawili sasa swali langu ni moja, binguni yeye ni mke wa nani huko? Imeandikwaje huko? Ah, binguni hatuoe hatuoleke. Lakini sasa pale unaenda kusoma katika misingi na na na na na na na na na na na na mitihani neno la Mungu ulipewa ulifuata. Wewe ulikuwa mke wa nani? Kanyara anatokea huko, Tasha anatokea huko. Ani, nashindwa kujua huyu mtu alikuwa na mchungaji kweli wakati alikuwa anaachana na huyu mke wake na huyu bwana yake kwanza alishauriwa Maandiki imesema ka hivyo hivyo. being single and being faithful to God if you chose to walk out of your marriage and you are once married it's okay. The scripture only says if you want, if you want to be married again go back to your husband, go back to your wife. Sasa unajua ameoa, rudi huko alinifukuza aya, kaa hivyo hivyo. Mungu mbona uliniacha? Mungu alikuacha wapi? Ulimwacha Mungu. Ulifanya maamuzi wakati wako wa kuingia katika ndoa, ulifanya maamuzi mwenyewe. Kwa hivyo usimwingize Mungu, usimshirikishe Mungu hapo kitu kilichoko. Piga magoti, mwambie Bwana Yesu, nisamehe, nisamehe. Mifano ambayo tunapewa kwenye mativi hapa kwenye ma-social media sio mizuri kama tukiacha hili swala la Betty Bayo liende bila kuongele, ku, kuongelewa vile lilivyo katika Biblia, tunadanganyana. Huyu alienda kufanya uzinzi, aliacha bwana irrespective alioleka, kwa maamuzi yake mwenyewe alioleka, alipoacha ile ndoa ya kwanza kwisha. Maandiko nasema kaa hivyo, kama sio kaa hivyo, rudia bwanako. And I think the man was still very open to him Tuwe very open, rudia bwanako the scripture says, rudia bwanako. Kama wewe umeachana na bwanako, usidanganye watu, hatunajua eh, pastor wetu bibi yake alikuwa na msumbua bibi yake alikuwa kama shetani kwa ministry yake, sasa waliachana. Kwa wao mwingine mzinzi huyo. Kwa hiyo kama ni mchungaji wako ni mzinzi huyo, unafuata mzinzi, akiongea jia wazinzi, yeye ndiye mzinzi wa kwanza pale. Sasa uzinzi umekaa pale madhabahuni. Hatu huyu mzee wetu wa kanisa alikuwa nabii lakini ubini kama alikuwa kizuizi kwa ministry yake. Sasa wameachana. Nimeona huko bafu Tanzania. Ati mtu anakuja anasema, "Hatu najua bwana wangu alikuwa kizuizi." Yaani bwana wako alikuwa kizuizi. Yet to God, the family comes first. Kama wewe ume, umeoa umeoleka, in fact, kama uchungaji wangu kitu cha kwanza ambacho kinafanya mimi ni kuwa mchungaji kama nimeshaoa ni how I live with my wife kama mimi nikiachana na bibi yangu hapa kiholela holela, kwenye kujinga ujinga, uchungaji huo nao pana unafua ndio leo. Lakini leo mchungaji anaachana na bibi leo, anamwekea lawama, alafu kesho nitafuta kasichana kengine, anasema yule alikuwa anasumbua, sasa nimepata mwingine ambaye anasumbui. Wazinzi, uzinzi madhabahuni. Ndio sasa story ya Betty Bayo. Sasa e, Kanyara alikuwa mbaya sasa natafuta bwana mwingine. Unatafuta wewe, ni mzinzi sasa. Binguni mzinzi huyu, hata kaashakufa, mzinzi. Na hii ndio mifano ambayo lazima tukemee, ikemelewe na isemwe wazi, ikemelewe. Watu wa Mungu, bibilia inasema ya kwamba if there be a messenger or an interpreter among you let them show people the upright way. So the work of a messenger is to show people the upright way. This is what the scripture says. I think in the book of Job chapter 3. Let them show people the upright way. Our work is to show people the upright way. We are also following the same way. Tomorrow, if you find me doing the same thing, nikemee, niambie mchungaji, ulikuwa nafundisha nini? Kama ukinipata kesho, mimi pia ninamaanisha kushikanisha ndoa za wazinzi ambao waacha na bwana zao bibi zao, unikemee. Unajua watu wanataka kubembelezwa. Unajua huyu ni single mother tafuteni bibi. Aliacha bwanake wapi?

Rudiko bwanako wazinzi. The scripture said I think I've read that, lazima tupigane na hili swala, maanake kama ndoa zikivurugwa, huu ndio msingi wa jamii. Jamii imejengwa kwa msingi wa ndoa, hata kanisa nalo msingi wake ni ndoa. Hapo hapo, msingi wa jamii ni ndoa, msingi wa jamii ni ndoa.

Keep quiet. We cannot keep quiet when people are making a mockery of God's word. Wewe wakati tunafuata mzinzi, mnafuatana, ujue ya kwamba ule ni uzinzi unafanya. Wakati usherati unafanyika madhabahuni, tujue ya kwamba ni usherati. Wakati binti awe dada awe nani ambaye tulimheshimu tulimweshimu anaachana na ndoa yake, anafuatana na mume mwingine, isemekane wazi huyu ni mzinzi. Maandiko imesema, anayeachana na bwana yake bibi yake na kuelekea mtu mwingine ule ni uzinzi. Tuseme wazi, hii ni ndoa ya wazinzi. Sasa kama ndoa ya wazinzi, mchungaji afaa kuunganisha? Damu ya Yesu haibadilishi maandiko yaliyoandikwa. Huu ndio upumbavu wa kisasa. Damu ya Yesu inaosha dhambi, lakini haibadilishi maandiko yaliyoandikwa. Msingi wa kufanya kazi kwa damu ya Yesu ni maandiko. Maanasma kwamba tukitembea katika nuru, damu ya Yesu inatusafisha damu ya Yesu inatusafisha tukitembea katika nuru, na nuru ni kutembea katika neno la Mungu. Hilo ndio nuru, kanuni za Mungu, hiyo ndio nuru. Nuru sio kufanya uhaini wa neno la Mungu na uzinzi madhabahuni, wachungaji kuachilia wanawake wakiwao, wengine wazee wa kanisa, waimbaji huku huku, yani ati huyu alikuwa kizuizi katika huduma yangu, sasa anaachana na yule anaoa mwingine. Uzinzi huu. Sasa, nuru maandiki imesema ya kwamba tukienda katika nuru damu ya Yesu inatusafisha, damu ya Yesu. Kwa hivyo damu ya Yesu haifanyi kazi kusafisha wale ambao wameshikamana na giza. Yesu akasema kwamba hii ndio ushuhuda ya kwamba nuru ilikuja duniani lakini wanadamu alipenda giza. Hii ndio ushuhuda, wanadamu alipenda giza, na hivyo hivyo ndio wanataka watembee katika giza na Mungu. Hapana. This is not right. Tutakemea hata kama watu watakataa, tutakemea, tutasema, tutasema kwa sababu Mungu anapania watu ambao wameokoka watembee katika huluka ya kiokovu. Uokovu ni identity, ni utambulisho fulani, na huu utambulisho unatokana na neno, it gives a unique identity, peculiarity, utofauti fulani. Sasa tukitembea kama watu wa dunia, jamani, Hapana! Ndio sababu lazima tukatae, tuseme hapana, shetani ashindwe, shetani ashindwe, shetani ashindwe. Ndio usiku wa leo hili swala nimevulia, nime wanasema nime, waswahili kuvulia ama kuvalia njuga. Usiku wa leo hili ni swala tata Lazima tufurushe mashetani ya uzinzi madhabahuni. Watu kuachilia wake wakiwaa wengine wakizingizia roho wa Mungu atoa, Mungu ameleta huyu. Huyo sio roho wa Mungu, ndio roho wa shetani huyo. <laughs> Maoni yako ni yapi? Huyu ni Pastor Benjamin. Sio maoni yangu, nimesoma Biblia. Biblia nilisoma. Unasemaje? Nimesoma Biblia. Kwa hivyo wewe nawe utafute. Uenda wewe ni mshirika wa mchungaji aliyeo fukuza mke akaoa mwingine, unamfuata mzinzi, hata kama anaonekana na moto sana, ana neema sana, ana akikuombea tunasikia nguvu, na aliachilia mke wake akaoa mwingine, huyo ni msherati mzinzi, huyo si mchungaji huyo, ni wa shetani. Sasa wewe fuata nani? Ana neema sana, ana kibali, ana upako sana, sio upako, anakupaka mashetani. Na huyo ndio kweli ambapo watu hawataka kusikia, watu We must attain the purity that God has ordained for us. The purity of human life is in God's word. Usafi wa wanadamu uko ndani ya neno la Mungu. Wakati tunajitolea kufuata neno la Mungu, tukifuata mambo kama haya ambayo sasa msichana mdogo anakufa kuacha watoto wawili hapo, hata tujie baba baba sasa wanapigania pale, huyu anataka huyu anataka, upumpavu mkubwa. Nadhani pia kama mtu ambaye umekuwa unafutumia akili sana You cannot begin to fight over kids that are not yours. Hata kama u mkumbavu, unapigania tu mbosi wako. Si ubaki huko. Hata kama ni mwizi, muuaji, watoto ni wako. I think this should be talked about. Ati mimi ndio nilikuwa suji. Wewe wachana na hii michezo bwana. These are not your kids. Hata kama alikuwa mwizi, watoto ni wako. Tafuta wako. Hata kama alikuwa mganga, alikuwa ritualist. Wacha enda watoe sadaka, ni wako damu yake ile. Lakini sasa lazima tujifundishe, kama tusipojifundisha wakati kama huu, tunafanya michezo michezo, na hiyo ndio makosa yanaendelea kurudia tu. Huyu binti fulani unajali kwa binti mumbadi mzuri, lakini sasa shetani anataka kumwangusha akamwea kwenye mikono ya mikono ya mtu mbaya, kwa hivyo waliachana, kwa hivyo Mungu ametengeza ndoa nyingine. Uongo na mpumbavu mkubwa, uongo mkubwa, ushetani, uhayauni mkubwa huo. Huyu binti yetu alikuwa mwimbaji mzuri, dada yetu mzuri, anaimba, lakini shetani alitaka kumwangusha, alimweka kwenye mikono mume mbaya, kwa hivyo ameachana, kwa hivyo sasa amepata ndoa nyingine. Uzinzi huu, alafu anakuja nafunikwa na mchungaji, anaekea mikono, anaombea huyu dada yetu, alikuwa na ndoa lakini shetani aliharibu, sasa amepata ndoa nyingine mzuri, Mungu amempatia. Sio Mungu, ni shetani huyo, kwa sababu maandiki imesema anayeolekea, aliyekuwa ameoleka katalaki, huyo ni mzinzi. Hizi eh, najua watu wapende jumbe kama hizi hazipendwi, lakini tutazisema. Kama bado tuna wakati tutazisema, tutakumbushana hata kama tunajua. Kwa hivyo, wapendwa, Mungu abariki usiku wa leo. Mimi naondoka mtandaoni. Mungu abariki sana, nataka kupumzika. Mungu abariki sana. Mungu azidi kuwanenea jamaa ambao tunanena hapa. Mungu azidi kuwanenea, subscription zikuje, twende twende twende kusema kama tufike mia tano. Mungu azidi kuendelea neno lake. Nami nitakuja kunena neno lake tu. Na nitakuja kunena unikare ndafi ya sababu hapa ndio shetani amevuruga watu. Shetani anataka tuangalie mambo ambayo yanatokea maswala mabovu, tufungie macho. Hatutafunga macho, tutaongea. Mungu yuko ndani ya neno lake. Usafi wake ukilindwa, ukishika neno la Mungu mtu wa Mungu na ulinde usafi wake, Mungu anatembea wa na wewe. Si Mungu akubariki sana usiku wa leo. Si ufanye subscription basi tupatane kesho. God bless you.